Na hapa nasikitika sana, hasa naposikia kauli za baadhi ya watu wengine, wanasheria wakisema kwamba suala hili ni uvunjwaji wa sheria na katiba. Inasikitisha sana, na nadhani kwa kweli wito wangu tuache kufanya hivyo, kwa sababu sisi katika sekta ya sheria tulisema taifa hili linasonga mbele na kusapoti ukuaji wa uchumi. Tuliamua kwa maksudi kama taifa tu embrace technology, na sisi katika sekta ya sheria tutafanya hivyo, tuta embrace tahama. Kwa hiyo ku embrace tahama ni jambo la muhimu na ni la msingi kwa maendeleo ya taifa lolote. Kwa hiyo hata katika sekta ya sheria tulisema hatutakaa nyuma katika eneo hilo. Kwa hivyo basi katika sheria ya usimamizi wa haki na matumizi ya sheria yani, Judicature and Application of Laws Act sura ya mia tatu na hamsini na nane kupitia kifungu cha nne tuliamua kwa maksudi kabisa kama taifa kutengeneza kanuni za usikilizwaji wa mashauri kielektroniki nje ya mahakama. Ni swala la kisheria na asitokee mtu akasema kwamba hili swala sio la kisheria. Huo ni uongo na upoteshaji. Ni swala la kisheria. Na kwa nini tulifanya hivyo? Kwa sababu yapo mazingira mbalimbali mbali ambayo kama taifa tuliyabaini na tuliyaona kwamba tunapokwenda huku mbele, lazima tuwe na na, na, na tu, tuje na utaratibu ambao tunaweza kuembrace tehama katika utoaji wa haki katika usimamizi wa haki na matumizi ya sheria kwa hiyo katika kanuni zile za mwaka 2021 yani, hizo nilizosema kanuni za usikilizaji wa, wa mashauri kielektroniki nje ya mahakama yani, judicature and application of laws remote proceedings and electronic recordings, kifungu cha nne nitakisoma na nitajaribu kukitafsiri. Tunasema kwamba the court may on, on its own motion or an application by a party allow proceedings to be conducted apary on its own. Maana yake ni kwamba mahakama itaasesi mazingira yaliyopo siku hiyo na kuona kwamba tuisikilizeje shauri hili na hasa kama kuna mazingira katika mitandao na social media zinarushwa habari za ajabu ajabu zingine na za kutisha kwa sababu mahakama jukumu lake sio tu shauri lakini, na kuhakikisha na huko wananchi wengine waendelee na shughuli zao, shughuli za kiuchumi ziendelee, watu waendelee na shughuli zao, sio shauri linasikilizwa na kila kitu kimefungwa, barabara zimefungwa, haiwezekani. Kwa hiyo mahakama ikiasesi mazingira inaweza kaamua, na ni kwa mujibu wa sheria na kifungu kile kimeweka utaratibu na methods za namna ya kusikiliza shauri kwa njia ya mtandao nje ya mahakama. Na kifungu cha tano sasa kinaweka zile procedures. Ukifuatilia kilichotokea tarehe ishirini na nne, procedures zile zilikuwa zile properly followed. Sasa huyu mtu anayetokea anasema kwamba kuna uvunjifu wa sheria, sheria zipi? Sheria sio hii, hii ndio sheria. Kwa mimi ninaizungumza hapa, ndio mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo watu waache upotoshaji. Unaweza kuwa na malengo yako, lakini sio kwa kupotosha na kusema kwamba sheria za nchi zinavunjwa. Hapana. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu spika, nilisema nitumie fursa hii kulizungumzia hili jambo kwamba suala hili ni kwa mujibu wa sheria na hata siku nyingine yoyote mahakama itaasesi tu mazingira na kuona isikilize wazi au isikilize kwa, kwa, kwa njia ya kimtandao nje ya mahakama. Kwa hiyo niwasihi sana wananchi na wanasheria wenzangu wanaojaribu kupotosha waache kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo kunasababisha taharuki na kufanya wananchi waone kwamba serikali yao inaendesha mambo kwa nje ya sheria, na jambo ambalo sio kweli. Mahakama haiwezi kaamka tu asubuhi ikasema wanasikiliza kwa njia ya mtandao. Hapana, ni kwa mujibu wa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia vilevile nichukue nafasi hii e, kumpongeza mchangiaji Mheshimiwa Salome Makamba kwa uchangiaji mzuri na wa kiufundi na amechangia ndani ya sheria, amechambua vizuri kuanzia katiba, kuanzia sheria na mpaka ilivyoteremka kwenye kanuni za maadili. Kwa hiyo nampongeza sana. Wanasheria wa namna hii tunawapongeza sana wanapokuwa wanachangia vitu ndani ya sheria. Lakini Mheshimiwa Zahoro Mohamed Haji, tunakushukuru kwa michango yako.